Je, usalama wanaotumia huduma za feri mjini Mombasa upo imara au hatarini? Ndilo swali watumizi wengi wanajiuliza baada ya mkasa hapo jana ambapo feri ilizima na kusombwa na maji hadi ikakwama kwenye mwamba ufuoni. Hali iliyofanyika ikiwa na abiria pamoja na magari ndani. Mwanahabari John Juma anavyoripoti. Huendi hali hiyo ya yes hatari ikashuhudiwa zaidi, kwani feri hizo hazifanyiwi ukaguzi na ukarabati thabiti za kiufundi feri kwa jina MV Kwale ilipopata hitilafu za mitambo baharini na kusombwa na maji takriban mita 300 iliwaacha abiria na watumizi wake na mahangaiko sihaba ilibidi abiria kuvalia mavazi maalum ya kuwawezesha kuelea majini endapo wangeamua kuogelea bahati nzuri feri iligonga mwamba ulioikwamisha ufuoni hivyo kuruhusu abiria walioingiwa na kiwewe kwa takriban saa mbili kuondoka mwendo wa saa nane usiku ndipo MV Kwale iliondolewa kwenye mwamba ulioikwamisha akizungumza na KTN kwa njia ya simu mkurugenzi mkuu wa Kenya Ferry Musa Hassan Musa alithibitisha kuwa kasoro rekebishwa na huduma za kawaida zimerejea. Lakini Musa analaumiwa kuchangia kasoro zinazozonga huduma za feri. Feri zilinunuliwa ngapi? Mbili mpya? Siko hapo, planning and organizing imemshinda. Kisa kilichokumba MV Kwale kilitokana na kufeli kwa jenereta zinazowezesha injini kufanya kazi. Hali inayodaiwa kuchangiwa na feri kutofanyiwa ukaguzi na ukarabati wa kina unaopaswa kufanyika mara kwa mara. Yani, planned servicing. Uchunguzi wetu umebaini kuwa hakuna ratiba maalum ya feri hizi kufanyiwa ukarabati wa kiufundi hadi zinapoharibika, hali inayoibua hofu ya kutokea mikasa zaidi. Mara huwa zinakwama na zinatia wananchi uoga sana na ni hatari abiria kukwama ndani ya feri wakati wa hatari pasi ya kuondolewa na kuwacha wengine kupiga mbizi ili kujiondoa baharini ni ishara nyingine ya hatari iliyopo. Hakuna boti za dharura zenye uwezo wa kuondoa abiria ya baharini feri inapokumbwa na tatizo. Kenya hii mtu anaweza kufa hakuja kusaidiwa kama ashakufa tayari. MV Kwale ni kati ya feri mbili mpya katika kivukio hiki. Tumebaini kuwa MV Harambee pia ina kasoro. Kuna jumla ya feri tano lakini mbili ndizo hufanya kazi wakati wa kawaida, na nne wakati abiria ni wengi kama siku ya leo. Feri moja inapoteza mwelekeo, inafanya kukontroliwa, inafanya kusindikizwa. Kwa hiyo nilifanya woga, nikasubiri feri nyingine ndo nikavuka. We are demanding efficiency at the ferry. We are demanding, we are not begging. Feri ndizo huwa tegemeo kuunganisha wasafiri kutoka kisiwani au kutoka kusini, haswa Kwale, na wakati ambapo zinakumbwa na changamoto basi shughuli nyingi hulemazwa na hata uchumi kudorora. Ndiposa ndipo sa changamoto zinazokumba huduma za feri zahitaji suluhu za dharura. John Juma, KTN, Mombasa.